Sehemu ya kwanza: kafara la fuvu la kichwa cha mwanangu Magesa. Wakuu wangu, kabla hatujaanza simulizi hii ya kutisha na yenye maumivu makali ya kafara la fuvu la kichwa cha mwanangu Magesa, naomba unishike mkono, ibonyeza e subscribe na like hapo chini ili nisiache kukuletea visa vigumu kama hivi. Na pia niambie hapo kwenye comments unasikiliza kutoka wapi, Ikilosai, Dai, Arusha, Mwanza au uko nje ya Tanzania, nakuona sana na nakuheshimu. Simulizi linaanza eh. Usiku ulikuwa mzito, e eh, mzito kuliko kawaida, ule ukimya ambao hata mbwa hawaleti sauti, ule wa kutisha ambao mtu akikosea hatua anahisi kama dunia nzima inamtazama. Katika kijiji cha Mlimani Kando, palikuwa na bwana mmoja aliyejulikana kwa jina Magesa, i mkulima mnyenyekevu, mchapakazi na baba mwenye upendo uliopitiliza kwa watoto wake. Lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na siri. Siri ambayo hata mke wake hakuijua. Siri iliyomwangamiza taratibu kama moto unaokula msitu bila watu kujua chanzo. Dalili za mwanzo ii. Siku kadhaa kabla ya tukio, Magesa alianza kubadilika. Alikuwa anatoka nje usiku bila kusema anakwenda wapi. Alikuwa anaamka na jasho jingi kama mtu aliyekimbia kutoka kwa viumbe visivyoonekana. Wakati mwingine aliitwa na sauti ambazo hakuna aliyezisikia isipokuwa yeye. Mke wake Mama Leia alifanya kila alichoweza, hu. Alienda kwa mganga wa kijiji, alienda kwa mchungaji alienda hata kwa wazee wa ukoo lakini kila mmoja aliishia kuangalia chini kama vile walijua kitu but hawathubutu kukisema. Usiku wa maangamizi ilipofika tarehe kumi na tatu ya mwezi wa saba jioni ilipoingia, upepo ulianza kupiga kwa nguvu zisizo za kawaida, milango iligonga yenyewe, mbwa walikuwa wananong'ona kimyakimya hata kama wanataka kulia. Magesa alisimama ghafla katikati ya nyumba. Macho yake ya kuwa mekundu esi kama ya mtu aliyechoka, lahasha e, ni kama ya mtu asiye mtu kabisa. Leo lazima tumalize, aliongea kwa sauti nzito isiyo yake. Mama Lea akauliza, kumaliza? Sehemu ya pili inakuja. Sehemu ya pili: kafara la fuvu la kichwa cha mwanangu. Magesa kama kawaida e. Wakuu wangu, kabla ya kuendelea na sehemu hii ya pili, tafadhali bonyeza subscribe na like ili simulizi hili liendelee kufika mbali, na usisahau kuniambia hapo chini unasikiliza kutoka wapi, Ikilosai, Dar, Morogoro, Kenya, Uganda? Mimi nakuheshimu sana. Sehemu ya pili: kigiza lazidi kutanda hii. Tukio la kukatika kwa taa lilidumu karibu sekunde 20 lakini kwa mama Leia lilihisi kama masaa. Giza lilikuwa zito kiasi kwamba hata akipepesuka mikono hakuona kitu. Kitu cha kwanza alichosikia ni kupiga kwa milango, kana kwamba kitu kikubwa nje kinataka kuivunja. Lakini kilichotisha zaidi i, eh. ni sauti ya Magesa, haikufanana na ya binadamu. Baraka, njoo kwa baba njoo uokoe familia yako e eh? Sauti yake ilikuwa nzito, yenye mlio wa mifupa ikipigana, kama mtu aliyemezwa na kitu kingine kikizungumza kupitia shimo la giza. Baraka, akiwa mikononi mwa mama yake, alianza kutetemeka. Mama, e baba atanitoa. Hasha mwanangu, hutoki popote, mama Leia akasema huku machozi yakimdondoka kana kwamba moyo wake unachomwa. Kivuli kile kirefu nje ya dirisha Mama Leia alipoinua macho kuelekea dirishani aliona kile kivuli tena. Safari hii kilikuwa karibu zaidi, kirefu, cheusi, hakikuwa na umbo maalum kile, tu ni kama giza lililosimama. Lakini kilichotisha zaidi ni ikilikuwa kinainama taratibu, kama kinataka kuangalia ndani ya nyumba. Hakukuwa na macho wala pua wala kinywa, lakini kilikuwa kinamwangalia. Ghadhabu ya mama ikaamka ndani yake akaanza kumlilia Mungu akashika panga lililokuwa pembeni ya chumba cha kupikia. Magesa akiwa siyo Magesa tena e eh. Ghafla Magesa alifanya kitu ambacho Mama Leia hata miaka 30 ijayo asingeweza kukisahau. Alianza kutembea juu ya ukuta, ndiyo mguu mmoja juu ya tofali na mwingine ukafuata. Akainuka taratibu kwenda juu kama mnyama anayeinukia mawindo yake. Mdomo wake ulijipanua zaidi ya kawaida, meno yake yakawa marefu kama ya mjamvi.